Mwingine mwenyezi Mungu huwa anakufanyia ili uwaone wanakuzunguka wana roho gani. Hapo ndio utajua nani mbaya, hapo ndipo moyo wangu, kwa sababu moyo anatota nane. Sawa, na vile vile, upande wa pili nashindwa kumwamulia mabaya mabaya, na ni mzuri na ni mkweli. Nadhani umesahau kwamba mimi ndio chanzo wawewe kuwa na dhambi. Oh. Ehe. Sawa ni mwongo, wengine ni mahasidi tu. Pale hivi Natasha, mwene anajua jua kwamba ni mtoto mzee? Of course anajua, na hiyo ndio sababu kubwa moja, mojawapo ilopelekea aondoke nyumbani. Lakini utaona kutokana na lile tendo ambalo Mungu amekupa ule mtihani ambao Mungu amekupa <laughs> <laughs>

Kuna muda na muda hayana maana kabisa. Kwa miaka yote hiyo, kumbe alikuwa ananidanganya, nikidhani nimemalizana naye kimaisha, kumbe mke wangu bado nawasiliana naye. Bibi, wala usijali, nimekukazania kajua nda kufikia lakini kashindwa, ila nimeona tukifika hapa tutagawa njia, ndio nikaona nakuita ndugu yangu. Ah, safi tu, hamna shida. Vipi kwema? Kwema sijui mwenzangu. Ah, mi salama tu hmm. pilika pilika tu za maisha hmm. ndio nilikuwa nimesema kwamba imepita muda sasa tujatembeleana ndo hmm. maana nikaona angalau tupata tu dakika mbili tatu tuweze kuongea machache, kama ikiwezekana sawa Hmm. Vipi, zambi atarudi au atabaki? Hmm, tupe mrejesho. Ah, mama, kazi. Labda kuna ugumu wote ambao unakutana nao kwenye hmm, kazi yako katika hii? Actually, hakuna ugumu wote, lakini hakuna mwenye wote unaonesha watu tunaowashukuru wamehusika kwa namna moja kama ni hivyo, labda ni kwa sababu amecheza sima, lakini nina jambo la kushauri. Kwa nini usibadilishe mbinu zako za kupeleleza? <laughs> Najua nilichokuwa nakifanya, na najua ninachokifanya, na najua ugumu wa kutafuta. Kwa maana sasa, wewe unashauri nini sasa? Tuwe na subira, mama, tuwe na subira, subira. Hivi unajua unachopitia? Kama mimi na wewe tungejua, tusingekuwa tunaleta naomba nikuulize, wewe unajishughulisha na nini? Hilo pia sisi tunalifikiria, hata mimi nilikuwa naliwaza hilo jana, mm. Kutokana na hali yake na pale alipofikia sasa kweli. Alafu, mm. Lingine nilokuitia ndugu yangu ni kuhusu zambe na zabibu mm -hmm. Si kama umesikia au umeambiwa? Hapana, sijasikia wanao wanashea mume huyu mmoja ambaye ni mwanangu mama, unasema um, kweli nilivyosikia mimi mwenyewe siku, nikajua nikajua, mwenzangu unajua, sijui sijui. Basi mzangu, habari ndio hizo eh. Watoto kuna tatizo. Tena tatizo kubwa kwa mila za Kiafrika i mwanasheria, ah. basi kwenye mtu ambaye ilibidi anielewe kwa haraka zaidi niongee nielewe. Hivi, una kesi ngapi mezani kwako ambazo mpaka sahivi bado zinasubiri? mwache afanye kazi tunasubiri madam

Tambua kwamba leo ni siku ngumu sana kwetu, lakini zaidi kwako Ana, kwa sababu ndio siku ambayo tumeweza kumstiri mama yetu katika nyumba yake mgumu. Lakini nitakuwa sijafanya sawa kama endapo sitoitumia fursa hii kuweka sawa pale ambapo pamebomoka, pale ambapo pameweka ufa katika maisha yetu. Nimesha kuelewa ambacho nataka ku <laughs> nani vizuri kama unielewa, kwa sababu utanifanya nisitumie nguvu nyingi sana na utanielewa kwa urahisi pia. <laughs> una maanisha nini? najua kwamba sasa hivi unataka kuanza kujisafisha, Ana. Hapana, hilo sio lengo. Lengo ni kukuambia ukweli Utofauti wa kile ambacho unakiamini wewe. Ukweli kati ya ninachokidhania au nilichokiona kwa macho yangu. Mpaka mkalala wote kabisa. Hivi, ungeelewa kama mimi ningekwambia yeye nimefanya sasa naona unakuelekea unataka kutengeneza picha tofauti kabisa eh? Unataka kupaint kosa mimi sina wala halipo, sitaki kusikia, okay. maneno sana, nataka kuona matendo Hans. Matendo, matendo, matendo <tune> Maji shingo kabisa, kwa dhati ya moyo wako, unahisi mimi nafanya hivi kwa ajili ya kukuumiza, alafu baadaye tena nije kukunyenyekea? Ndio unaweza kufanya hivyo na ukizingatia unanchukulia kawaida sana, na labda unaona mi nikitoka kwako sina sehemu nyingine yoyote ya kwenda. Hapana, unakosea. Hivi kwa uzuri uliokuwa nao, na ni mwanaume gani anaweza kufanyia kitu kama hiki? Uzuri unaoona hapa, nikikupa tu kisogo tayari unaanza, unaangalia wengine okay. na wewe unataka mi nifanye nini? Chochote tunachoona kinafaa wefanye, basawa. mimi nitajitahidi kadri niwezavyo, niweke umbali kabisa na kesi. kaka nano umeita. Farao, vipi, kwema? Ah, kwema kaka, ila nimekuita, nataka kuondoka sasa bwana. Hmm. E. Matiasi, hata sijui mimi nikuambiaje kwa kweli, nakosa kabisa neno la kutoka kwenye kinywa changu chikuja kwako Siniambia chochote ua najisi, najua utakavyojisikia baada ya na au mm, uh, lakini takuwa sawa kaka. kwa sasa unaweza ukajiona huko mukan sawa, lakini hautakuwa sawa kwa muda huu, kwa sababu unaongea na huyu mara unaongea na yule, unajihisi huko sawa, lakini hawa watu wote wakisha tawanyika, kila mmoja ukabaki wewe na, na, na, na, na wimi, kisha usiku ukaingia, kila mmoja ukaingia chumbani kwake. Ha, kaka utoboi. Hapo ndipo nikapoona. Ni kweli usimachoa, lakini mimi namwamini Mwenyezi Mungu naye kwa kumwomba, najua lazima atanipa amani fulani bila shaka. Yeah. Lini? Nimeshaanza, ni, ni muendelezo tu sasa hivi umeshaanza, wakati mimi niko hapa msibani na mwomboleza mama angu, wewe uko naye kule umekaa Alafu, mbaya zaidi, anakuambia uniambie kwamba kwa wote, mpo wote <coughs> anaunajua fika kwamba Gresi ni adui wa haya mausi ha? Atafanya chochote, kila anachoweza ili mradi ajaribu kututenganisha, anachojaribu anataka wewe n, lakini mshsikualahsija hapa kuleta mapenzi msibani Mambo a Poa. Nimeshapoa. Asante. Si gari nimeshaaaneadibabwana Matiasi, hakuna kitu kikubwa kinachozidi asante Naomba nikushukuru kwa dhati ya moyo wangu kwa yote ambayo umenisaidia, kwa yote ambayo umekuwa karibu na mimi. Kiukweli umekuwa na upendo e, umekuwa na msaada mkubwa sana, umekuwa na ukarimu ambao namna kuelezea na shino. Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akubariki kaka, akuongezee maradufu hapo mpaka ulikuwa umetoa. Shukran sana kaka. Amina kaka, nashukuru Sawa mimi ni kuruhusu lakini hey. Usisahau ile picha ah. nakumbuka <messizimu> <Hey>. Jumatatu <messizimu> chukua kisha nitaifanyia <messizimu> vile, vile kama unavyotaka yeah. hey. Alafu Matias kuna kitu lihedi utaniambia ah. nimeshakumbuka kumbuka mm -hmm. Jumatatu nitakuja kukupa hadithi <messizimu> <messizimu> <Hey. messizimu> <messizimu> Wema. Unajua, natamani sana kitu kukosana kisingekuwepo katika maisha, naamini kungekuwa hakuna kugongana gongana katika haya mahusiano, na pengine tungeenda kuishi kwenye sayari yetu ya pekee yetu. Hata hapa tuna uwezo wa kujitengenezea sayari yetu na tukaishi na hawa binadamu. Yeah, unajua kwanza unatakiwa kujiamini, eh? Na uishi kwenye misingi yako na misimamo yako, na uone ya kwamba kile ambacho unakifanya wewe ndio sahihi, oh. Kwa wanachotaka ukisema ni kwamba hata eh, kwamba hata pale unapokosea inabidi uamini kwamba uko sawa. Hawa binadamu siku zote wanatafuta udhaifu wako uko wapi, alafu wautumie kukupiga, yeah. Inabidi nianze kuishi kwa kuielewa sana falsafa yako, maana imekaa kihitla hitla. <laughs> So unarudi lini mama? Niku narudi, nitakwambia. Sawa, naelewa na unayopitia. Bila pia, nakuomba usichelewe, maana ninaka surprise kako. hmm? Sawa, usijali, pole a Hey. Ya, tuko kwenye hatua za mwisho. Nafikiri itachukua muda mrefu sana. Sawa. Sawa. Na ndio umefanya juhudi mpaka umefika. Inatakiwa nisifike. Kwani msiba unakosa? Kwa hiyo watu wote waliokuja kwenye huu msiba, marehemu walikuwa na wajua kwa macho au walikuwa na wajua kwa majina? Kwa hiyo wewe, Grace, umekuja kumliwaza nani? Yani, sitegemei kama Hamfi umetoka kuuza swali kama hilo. Nimekuja kuwaliwaza wafiwa. Kiukweli sijaona mtu ambaye amekosa kazi kama wewe. Nasema yani, Hamfi naweza kunaambia, mimi kuja kwenye msiba unaniambia hivi? aggressive unajua, mwanzo ulikuwa na thamani sana, ulikuwa ni mtu muhimu sana, lakini naona unafanya juhudi za makusudi kuharibu maisha yangu, licha ya juhudi zako ambazo umezifanya na zinakufanya ufike hapo, kwa sababu bado uko huko wewe, ukaingilia mazungumzo yao. Hiyo ndio mwana poa, sio hapo? Wewe unapumzi. Siwezi kukataza kuongea chochote unachojisikia. Kwa hiyo ongea <sighs> lolote mimi ningekuwa katika nafasi yako, labda ningefanya vitu viwili vya msingi zaidi. Kwanza, ningejiondoa kabisa kwenda kuafuatilia maisha ya watu, hiyo jambo la kwanza. Lakini cha pili ambacho ni muhimu zaidi, kwa nafasi yako na adhi yako, haustahili kuendea. Kama mwanamume, hutakiwi kabisa kufanya vitu una kama unajua inakufanya unachukuliwa kama mtu fulani hivi, ambayo haileti maana nzuri mtazamo wangu. Lakini bibi, asante sana kwa kuja kulipa Nashukuru sanana, kusema ukweli umenivisha nguo. Unajua swala hili letu wote, na kila mtu nemkuta kwa mtu wake na kwake pia kwayo, usihofu kwa mm -hmm. usi nashukuru sana, pole pole tena, asante sana yani nafikiria maua ya upweke atakaposhauri Laki, ni kweli nashosema, lakini kama vile wenzetu namweza kusema life goes on. Mwisho wa siku lazima itabidi maisha yarudi katika ile ya kawaida, ndio hmm? Lakini mm. Sio rahisi kama unavyofikiria mm. Sahihi kabisa. Sahihi kabisa. Mimi sina cha kukwambia zaidi ya kukwambia asante sana muda wa kurudi nyumbani umeshakaribia. Mm. E, yeah. Asante nashukuru sana ila acha <sighs> yani. Mm. <We> tu <laughs> hata mimi natamani pia niyo basi tu <laughs> yeah, but I hope kila kitu kitakuwa sawa. I hope so. Yeah, so, okay. Tumeshamaliza. Naomba kuongea nawe ah, mara moja. Sijui unataka nini kwa Hans na sitaki kusema na kuonea huruma lakini tafadhali acha maisha yetu. Inabidi uje mjini. Mjini hmm. kufanya nini? Uh, uje kutembea jionee, na mji pia kutembea tu. Yes mi hmm. sipataki huko. Kwa nini? Mi napapenda sana huku kwetu, na huwa naonaga watu wengi wanaoenda mjini wanasahau kabisa kurudi kwao. Aha. Unajua, binadamu tuko tofauti, alafu wewe tayari umeshajua athari zake. Kwa kwa vyovyote, ukija lazima utarudi nyumbani. Sijafikiria hilo. Unajua nini, mimi nataka nikimaliza chuo hmm, nipostiwe huku kwetu, ili nikiinue kijiji chetu mimi. hmm. Hmm, ni mwanamke kama wewe. Sawa, ukiona hasi amenipa sana muda wake, unajua kwamba kuna sehemu na fengu. Hivyo basi nirekebisha Grace kwenye maisha yangu. Mimi sijawahi kufeli, na kila ambaye alinijaribu alipata kitu stahiki ambacho anakistahili, na honestly sitamani stamani uwe next kwenye black book yangu. Sio kama nakutisha, ila najua uwezo wangu eni kutimiza na kutekeleza hadi zangu Iiombali idea nzuri sana asante mi hmm. Nataka nikuahidi kitu kimoja, utakapomaliza chuo ukihitaji msaada wowote, mimi nitakuwa tayari kukusaidia mm -hmm. Ila kuna vitu tunaweza tukavianza kama tukipata wadhamini ama pesa, na hapo na anazungumzia vitu kama uh, kama kutembelea mashule kutoa mafunzo juu ya afya na pia kutoa misaada mbalimbali. Unaonaje hapo, tukaanzie hapo? ah, mi nadhani ninawezekana na niseme wazi tu, I'm very impressed na namna unafikiria mambo. We can do it. We can do it. Nitashukuru sana Ha, maisha hajai kuwa sawa hadi leo. Oh. Pole sana mimi. Pole sana. Asante. Ah, pole sana kwa mimi kusababishia matizo haya. Ah, hakuna kulaumiwa. Maana nilifanya haya au nichokifanya nikifanya kwa akiliza mtimamu. Na kwa nini mtie na kama hakikuwa kama nilikifanya kitu ambacho sio sahihi. Sina budi kujilaumu nachosema tu kwamba maisha yataendelea kwa. mm. Mm. kama kawaida ni kweli kabisa lakini unajua sehemu yote unaoishi kama kunakuwa hakuna amani ni kero kubwa sana nishazoea pole sana usijali kwa mm. upande wangu na tafakari na waza na wazua hata sio ni kwa mimi. Hakuna wana, usijali.

ni uongo mtupu, uasherati na visasi vingi, usije ukahaba, yamenifika maji ya shingo.